Lakini pia ametajwa katika sunna ya mtume sallallahu alaihi waalihi wasallam, kwamba ni masiku ambayo waislamu wanatakiwa wakithirishe katika kutenda yaliokuwa ya kheri, kwa sababu matendo ambayo ni yale yale tuliokuwa tukiyatekeleza nje ya masiku haya lakini kuyatekeleza ndani ya masiku haya, malipo yanatofautiana, kwamba ukitekeleza ndani ya masiku haya matendo ya yale yale ambayo umeyatekeleza katika masiku mengine, basi ndani ya masiku haya thawabu zinakuwa zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo, kwa kuwa dini yetu imejengewa juu ya kukumbushana, tunaendelea kukumbushana kwamba tuendelee kukifirisha ibada mbalimbali mbali katika masiku haya, na yenyewe yanayoyoma yanaondoka, na umri wetu, hakuna anayejua kwamba anaondoka muda gani, anaondoka saa ngapi. Kwa hiyo nakumbusheni, pamoja na kuikumbusha nafsi yangu, kwamba tuendelee kutumia masiku haya vizuri kabisa katika kutekeleza yale ambayo yanamridhisha Allah tabaraka wa taala na anayapenda. Ndugu zangu katika imani, umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni umma ambao umependelewa kheri nyingi na Allah tabaraka wa taala, angalia katika kunuia ama kukusudia kutenda tendo la khairi, unapokuwa tu umekusudia, hata kama hujalitenda tendo hilo, basi unapata thawabu. Lakini unapokuwa umekusudia kutenda la shari, ikawa hujalitekeleza jambo hilo, basi Allah tabaraka wa taala hakuandikii dhambi. kwa hiyo Kana kwamba katika dini hii tunaengwaengwa na kukingwa kwamba tusiingie katika moto, lakini tuingie katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Nikimalizia ukumbusho wangu, nahitaji hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambayo ni hadithi ya Abu Huraira, hadithi muttafaqun alayhi. Abu Huraira amesema:

Ndugu zangu katika imani, ukiangalia hadithi hii, ni hadithi ambayo iliwashangaza masahaba kutokana na maneno yake, jinsi yanavyogonga katika, katika nyoyo, lakini ukizingatia maana yake, mpaka ikapelekea ya masahaba ridhuanullahi alaihim wakamuuliza Mtume alaihi salatu wassalam kunako haya maneno ambayo ameanza nayo Mtume alaihi salatu wasalam aliposema, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, watu wote wa umma wangu wataingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. Masahaba wakashangaa kwamba ni nani ambaye atakataa kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Na ukikataa kuingia katika pepo basi, unaelekea kwenye moto. Wafasiri e, ulama walikuwa wanaisherehesha hadithi hii wakasema, umma ambao umetajwa ndani ya hadithi hii, baadhi yao wakasema kwamba ni umma ummatu da'wa ambao wapo ndani ya ukafiri wanahitaji kulinganiwa ili waingie ndani ya Uislamu. Wengine wakasema ni ummata ummatul ijaba, ni umma ambao upo ndani ya Uislamu wenyewe unafanya maasi, kwa hiyo inatakiwa ulinganiwe utoke katika maasi ya baadhi yao. Sasa masahaba wakashangazwa na maneno hayo kwamba umma wote utaingia peponi isipokuwa yule atakaye atakayekataa. Wakauliza, ewe mtume wa Allah, ni nani atakaye kataa kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala? Mtume alayhi salatu wassalam akawajibu majibu ya kutosheleza ambayo yanafunga maswali, kawaambia man ata'ani dakhala aljannata yule ambaye atanitii mimi basi ataingia peponi. Na kumtii mtume alayhi salatu wassalam ni kumtii Allah tabaraki wa ta'ala. Haiwezekani muislamu akawa anamtii mtume alayhi salatu wassalam ule utiifu ambao unatakiwa, halafu akawa huko na masi Allah tabaraki wa wataala. Kwa hiyo ndio maana mtume moja kwa moja akasema man ataani, hajasema man ataani wallah man ata ani dakhala aljannata yule atakaye nitii mimi basi huyu moja kwa moja ataingia peponi wataa alimtithalu bima amara allahu bihi na utiifu ni, ku, ni kutekeleza yale yote ambayo allah tabaraka wataala ameyaamrisha yatekelezwe akaendelea kusema Mtume alaihi salatu wassalam, waman asani fakad aba, na yule ambaye ataniasi mimi basi huyo amekataa mwenyewe kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wataala. Ndugu yangu katika imani, ukiangalia hii hadithi <laughs> e, kana kwamba kuna kufiarishwa mja achague yeye mwenyewe ama amtii Allah tabaraka wataala, abakie katika sheria ya Allah tabaraka wa taala, awe mtiifu ili aweze kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wataala. Kwa kuwa Allah anasema inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, tumemwongoza mwanadamu sisi njia mbili, ima ashukuru ashike njia ya sawasawa, ima akufuru ashike njia isiyokuwa ya sawasawa. Kwa hiyo mtume kaletwa na kitabu kikale, kikashushwa ili mtume aweze kuwasomea kitabu kile, na wewe mwenyewe uchague baina wa baina. Kwa hiyo kana kwamba tunafiarishwa hivyo. Sidhani kama kuna mmoja katika sisi anawekewa kitu kizuri na kibaya akachagua kilichokuwa kibaya. Kwa hiyo nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu kubwa tutumie fursa ya masiku haya ambayo yamebakia, kutenda kheri mbalimbali, kusali sala hizi za wajibatu, sala za sunna, sadaka, tasbihi, tahlili na vile vile kuzungumza na ndugu yako kwa bashasha, kwa maneno yaliokuwa mazuri, ili tuweze kupata radhi za Allah, tabaraka wa taala na vile vile tuweze kupata mapenzi yake. wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khaira. Hii ni Wajawema Online TV, Online TV, hapa ni elimu tu.